Mwigulu Lameck Nchemba Madelu ndiye waziri mkuu mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mwenyeji wa mkoa wa Singida na kwa sasa ana umri wa miaka hamsini. Uteuzi wake umetangazwa rasmi leo Novemba 13, 2025 bungeni jijini Dodoma na baadaye kuthibitishwa na bunge kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania. Dkt Mwigulu Nchemba amethibitishwa kwa kura 369 za ndio kati ya 371 zilizopigwa na wabunge, ambapo kati ya kura hizo mbili zimeharibika na hakuna hata kura moja ya kukataa. Mwigulu Nchemba alikulia katika mazingira ya kijijini na alitoka katika familia yenye hali ya kawaida, ambapo aliwahi kuchunga ng'ombe nyikani akiwa kijana mdogo. Maisha hayo yalimfundisha nidhamu, uvumilivu na kuthamini kazi halali. Mara kadhaa amekuwa akisimulia hadithi ya maisha yake kama njia ya kuhamasisha vijana na kupambana kupitia elimu na kujituma. Mimi umaskini wa Tanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi miaka takribani thelathini na mbili, nimeishi katika maisha hayo ya umaskini, alisema Nchemba mara baada ya kuthibitishwa bungeni. Unaenda kuchunga, ukirudi nyumba nzima inavuja. Natambua maisha hayo, aliongeza waziri mteule Nchemba. Alisoma shule ya msingi Makunda mkoa wa Singida kati ya mwaka themanini na saba hadi mwaka 1993. Kisha akaendelea na masomo ya sekondari katika shule ya sekondari Iliboru mkoani Arusha na sekondari ya Mazengo mkoani Dodoma ngazi ya kidato cha tano na sita. Baada ya hapo alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambako alisoma shahada ya kwanza ya uchumi na baadaye akahitimu shahada ya uzamili mwaka elfu mbili na sita na, na baadaye kupata shahada ya uzamivu kutoka chuo hicho hicho. Safari yake ya kisiasa ilianza kupanda kasi mwaka elfu mbili na kumi aliposhinda ubunge wa jimbo la Iramba Magharibi kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM. Alirudi tena bungeni mwaka elfu mbili kumi na tano. Ndani ya chama chake amejipatia heshima kama kiongozi mwenye misimamo thabiti na anayejali nidhamu katika utumishi wa umma amewahi pia kuwa katibu mkuu msaidizi, mjumbe wa kamati kuu, halmashauri kuu ya sekretariati ya chama kwa miaka mingi. Dkt Mwigulu Nchemba amewahi kushika nafasi mbalimbali serikalini. Alianza kama naibu waziri wa fedha katika serikali ya awamu ya nne chini ya Rais Jakaya Kikwete. Baadaye akateuliwa kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi mwaka 2015, kabla ya kuhamishwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi mwaka 2016. Mwaka 2021 aliteuliwa kuwa waziri wa fedha, nafasi aliyoishikilia hadi uteuzi wake kuwa waziri mkuu. Mwaka elfu mbili kumi na nane aliondolewa katika nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ya ndani baada ya rais wa wakati huo John Pombe Magufuli kueleza kuwepo kwa changamoto katika wizara hiyo ikiwemo matumizi mabaya ya fedha na kasoro katika baadhi ya mikataba ya serikali. Pia alimlaumu kwa kutumia muda mwingi katika mitandao ya kijamii badala ya kufanya kazi za umma ikiwemo kudhibiti ajali za barabarani. Hata hivyo, Mwigulu aliendelea kuwa miongoni mwa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama chake. Kauli yake maarufu iliyoibua mijadala mikubwa ilitolewa mwaka 2021 alipokuwa akiwasilisha bajeti akiwa waziri wa fedha. Baada ya kuulizwa kuhusu malalamiko ya wananchi juu ya kodi kwenye miamala ya simu, alisisitiza kuwa sheria ikishapitishwa na bunge haina budi kutekelezwa, akiongeza kwa utani kwamba anayehisi afadhali kuhamia Burundi basi aende tu. Kauli hiyo ilitawala mijadala kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa muda mrefu. Mwigulu ni mtu anayejulikana kwa uzalendo wake huku wengi wakimkarili kwa kuonekana akiwa amevalia skafu yenye rangi ya bendera ya taifa la Tanzania huku akisisitiza umuhimu wa kuipenda Tanzania. Mwigulu pia amekuwa akisaidia vijana hasa katika masuala ya elimu, akiamini kuwa elimu ndiyo njia kuu ya kupambana na umaskini. Uteuzi wake kuwa waziri mkuu shangaza watu wengi kwani jina lake halikuelezwa sana katika mijadala ya awali. Wakati wa uteuzi huo majina kama Dkt Tulia Ackson, Paul Makonda, Profesa Kitila Mkumbo na Doto Biteko ndiyo yalikuwa yakitajwa zaidi. Hata hivyo, Rais Samia amemteua Mwigulu kutokana na uzoefu wake serikalini na uwezo wake wa kuongoza shughuli za serikali bungeni kwa ufanisi. Hii ni Msasa Media, Msasa kisa.